Hello wapendwa karibuni tena leo, Den Blessing Creations. Hapa tutakwenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona gauni hili ambalo nalo ni classic kabisa kama ambavyo naliona ni gauni zuri unaweza kuvaa popote. Kama unavyoona kitambaa chetu tumekikunja mara nne. Tumekikunja mara nne. Tutaanza na vipimo vya uh, bega. Bega yetu ni inchi kumi na tano, ukigawanya kwa mbili utapata saba na nusu tutaongeza nusu nchi kwa ajili ya kushonea Takuwa nchi nane, taweka hapo. Baada ya hapo tutakuja kwenye vipimo vya kwapa. Uh, urefu wa kwapa letu ni nchi nane. Tashuka nane hiyo kama kawaida, taweka pia na nane upande wa pili kwa ajili ya kuja kuweka vipimo vyetu urefu wa blouse yetu ni inchi kumi na tano utaongeza inchi moja na nusu hiyo kwa ajili ya kushonea mzunguko wa kifua ni thelathini na sita tutagawa kwa nne tutapata tisa inchi tisa hiyo utaweka hapo tisa baada ya hapo utaongeza nchi moja na nusu. Nguo yangu hii haina zipu, kwa hiyo nimeongeza nchi moja na nusu kwa sababu nchi moja lazima ibaki kwa ajili ya nguo yangu kuwa na uwazi kidogo, kwa sababu haina zipu. Ukiweka vipimo halisia, basi nguo itabana, kwa hiyo lazima niongeze hapo. Hilo ndo tumbo letu kama unavyoona hapo ni ishirini na nane tumegawanya kwa nne tukapata saba na tukaweka hapo. Baada ya hapo utaongeza nchi moja na nusu kwa ajili ya kushonea, tutaweka tena hapo nchi nane na baada ya hapo basi tutanyosha mstari huo kwa ajili ya kuja kutengeneza kwa paletu. Tutatengeneza kwapa hapo vizuri. Tutaunganisha sasa pointi zetu kama hivyo ambavyo mimi nafanya. Baada ya hapo tutakuja kwenye vipimo vya, uh, vya shingo, shingo ya nyuma. Basi urefu tutaweka ni inchi tatu au pana, upana tutaweka inchi tatu na urefu tutakuwa ni inchi moja na nusu tutatengeneza hapo lakini hapa tutashuka nchi sita tutashuka nchi sita hapo. Baada ya hapo tutapima nchi moja kurudi ndani, tutapima nchi moja kama hapo kurudi ndani, na utapima nchi moja mpaka mwisho wa blausi yako inapoishia, na utatengeneza kama hivyo mimi navyofanya. Baada ya hapo utakata. Uh, hello wapendwa, karibu Denblessing Creations. Hapa tutashona uh, tutapendeza na tutacheka kwa pamoja kwa ubunifu zaidi wa nguo na kila kitu kizuri vyote vipata hapa kwangu. Uh, huu ndio wakati wa kung'ara; kwa hiyo karibu tuanzishe safari ya ubunifu na mitindo yenye furaha na msisimko. Na kama kipenzi changu, ndio mara yako ya kwanza kabisa kuingia kwenye channel yangu, tafadhali subscribe, like, comment na share video zangu kwa wengine ili tukue kwa pamoja. He, he, hapo sasa tumesha kata nguo yetu kama hivyo unavyoiona. Hicho ni kipande chetu cha nyuma. Tutachukua na vipande vyetu vya mbele tutaweka hapo. Tutaweka hapo kama hivyo. Na tutakwenda kuunganisha shingoni kwanza huko. Tutaunganisha kusamani tutaunganisha kwenye mabega, tutaunganisha kwenye mabega. E, tushaunganisha mabega yetu kwanza kama hivyo unavyoona, nimeunganisha tayari. Baada ya hapo sasa, kinachofuata tutapima blauzi yetu. Hapo nilipoweka alama ni sehemu, ni kipande cha nyuma hicho, nimeweka alama hapo. Kwa hiyo tutapima blauzi yetu hiyo kama hivyo ninavyopima mimi ni mita moja hiyo. Sasa hiki ndo kitambaa chetu tutakachokwenda kutengenezea sasa kola yetu ile ya mbele, ambapo inaunganisha kola ya mbele pamoja na huku mbele tulikokata, ni kitambaa chetu hicho ambacho na chenye pia ni inchi arobaini kama kawaida, lakini basi upana wake ni inchi tano. Hakikisha kwanza hiki kitambaa unakinyoosha unakinyoosha, ili kusudi basi kiwe kati kwa kati, inchi tano. Kwa hivyo hiyo inchi mbili na nusu inchi mbili na nusu, kama hivyo unavyoona nimekigeuza hapo, au kinaonekana vizuri tu. Baada ya hapo sasa, tutapima urefu wa shingo yetu yote, taeka inchi kumi na moja, hapo ka inchi kumi na moja. tashona kwanzia hapo kwenye hiyo alama kushuka chini. Tayari nimeshashona nitageuza sasa, tageuza kitambaa changu hicho hivyo. Baada ya hapo sasa, tutakwenda kukiunganisha kwenye blauzi yetu ile sehemu ya nyuma ambayo niliweka alama ya upande wa blauzi, na hapa kwenye hii kola pia utaweka alama. Kwa hiyo utashika hiyo sehemu ya nyuma ya hiyo kola uliweka alama na sehemu ile ya blauzi pia uliweka alama, utashika hivyo sehemu zote pamoja, utaanza kushona sasa. Utashona kwanza upande mmoja ukishamaliza, unakuja kushona pia upande mwingine. Kashone sasa. tayari nimeshashona kama ambavyo unaona hivyo, shakiunganisha hapo vizuri. Baada ya hapo, tuna mikanda yetu, kwa sababu nimesema nguo yangu haina zipu, lakini kama unaweza ukaweka zipu pia, ni wewe mwenyewe unaweza ukaweka zipu ya pembeni mzkaweka zipu ya pembeni, kaweka vipimo vyako halisi. Kama hautaki kuweka mkanda, basi weka zipu inatosha, na fanya vipimo vyako halisi. Kama unataka kuweka mkanda hapo, nageuza mikanda yangu hiyo na nitakwenda kuishonea ndani ya blauzi. Wakati ninafanya vipimo vyangu vya blauzi, basi na mkanda wangu nitauweka moja kwa moja hapo, nitashona, lakini nitahakikisha huku chini naacha kama nchi moja hivi kwa ajili ya kuja kuunga sketi yangu. kwa usiweke mkanda mpaka chini, usogeze juu kidogo. Baada ya hapo, sasa tutakwenda kushona tumeshashona shona tayari kama unavyoona hapo. Tageuza nguo yetu sasa hapa, sasa tunakwenda kuunganisha blauzi yetu na sketi yetu. Hii ndio sketi yetu, ni ya ngazi mbili na nimeivutia marinda. Urefu wake hicho kipande cha juu kina urefu wa nchi kumi na tano, na jumla ya sketi, urefu wa sketi ni nchi ishirini na sita. Lakini, wakati nina uh, ninavuta marinda, niliviunganisha vipande vyote viwili, kwao nimevivutia marinda vikiwa vyote viwi, viwili kwa wakati mmoja, au sivute kimoja kimoja. Weka tu vyote viwili unganisha, naona umemaliza kazi. Baada ya hapo sasa nitakwenda kuvishona kwanza, nitaviunga ehe, nitaunga sketi yangu. Hakikisha unaunga kile kipande cha nyuma, kile kipande cha juu unakiunga chenyewe na cha chini unakiunga chenyewe tayari nimeshaunganisha hicho ni cha juu na hicho ni cha chini nimeunganisha chenyewe. Baada ya hapo sasa, tutageuza nguo yetu kama hivyo, tutakwenda sasa kuunganisha. Kama ulivyoona blouse yangu kidogo imezidi vipimo vile nilivyokuwa nimeweka, kwa sababu haina zipu. Kumbuka hilo, blouse haina zipu kwa siwezi kuweka vipimo halisia, tayari nimesha shona. Mm-hmm. Kinachofuata sasa hapa tutakwenda ha, kuweka mikono yetu, tutaweka mikono lakini pia tutapinda chini. Anatumai mpendo wangu utakuwa umefurahia video hii na itakuwa imekusaidia wewe kwa namna moja ama nyingine. Au usisahau ku like, subscribe ehe, na share video yangu kwa wengine. Jamani, nawapenda sana. Tayari nimeshaweka mikono yangu kama hivyo unavyoona, imekaa sawa. Pia nimepinda huku chini nguo yangu imependeza. Natumai utakuwa umejifunza na umeelewa mpaka hapo. Teni sana kwa kuangalia video yangu. Tukutane tena wiki ijayo, bye.